Serikali imepata pigo baada ya mahakama kuu hii leo kuamua kwamba makato ya asilimia 2.75 ya bima ya afya ya SHIF kwenye mshahara si halali. Mahakama ikisema makato hayo ni sawa na kulipa ushuru mara mbili kwa mwajiriwa ambaye tayari anakatwa ushuru wa mapato. Haya yanajiri huku SHA ikisema huenda ikashindwa kutoa huduma za afya kwa baadhi ya wa wafanyakazi ambao waajiri wao hawafikishi malipo yao. Emmanuel To ana maelezo zaidi. Uamuzi huo wa Jaji Chacha Mwita wa Mahakama ya Milimani hapa Nairobi unatarajiwa kupunguza mapato ya serikali ikiwa itatekelezwa. Jaji Mwita akisema halmashauri ya SHA hadi sasa inawatoza Wakenya ushuru maradufu. Katika uamuzi wake, Mwita alisema makato ya 2.75 kutoka kwa mshahara wote wa mwajiriwa ni ushuru mara mbili ikizingatiwa kwamba mfanyakazi tayari huwa amekatwa ushuru wa mapato yake yote. Hata hivyo mahakama haikutoa mwelekeo kuhusu kuendelea kwa makato hayo hadi wakati ambapo kesi nyingine kuhusu ushuru huo itakapokamilika. <mulia> Haya yanajiri huku SHA ikisema baadhi ya wa waajiriwa wako kwenye hatari ya kukosa huduma ya afya baada ya wa waajiri wao kukosa kuwasilisha makato yao kwa SHA licha ya mwajiriwa kujisajili.

SHA sasa ikisema ina waandama waajiri so in in elfu 44 ambao hadi sasa wamedinda kuwajibika. So far we have 98,112 employers that are in the system that have already given their details. But in that portal we only have 53,000 of those employers who are compliant. It means that we have around 44,000 employers who we must go after. And so starting today for the next six weeks across the country, we will be coming door to door to each employer to ensure that you are compliant with your remittances to the Social Health Authority. Emmanuel Toruninga, Citizen, Nairobi.